Kwa hivyo, kwa nini mwonekano wangu wa kiniona live na filamu tofauti? Ukiniona live ni mtu ambaye navaa kieshima, mpole, nacheka kila saa, lakini kwenye film mara nyingi amekuwa akinipanga mkorofi, machachari. Kikubwa mimi ni msanii, msanii wa anafata story naotaka, kikubwa kubeba uhusika Pole. Nisha ni mstaarabu lakini stori haimtaki Nisha, inamtaka tulinave, inamtaka betina, inamtaka anjiwike. Kwa hiyo natakiwa mimi kama Nisha ni mcheze anjiwike lakini sio nimcheze Nisha. Na ndio maana nakuwa nawapa shida sana wa mashabiki zangu wakiniona live. Yeah, wengine wanahisi kweli mimi mcharuko kweli mimi mkorofi, lakini wakishaniona wengi wanatokea kunipenda sana. A okay. jinsi okay. Yeah. Samani, umeolewa labda na una familia? Bado sijaelewa inshaallah. Sur. <laughs> Surprise na waletea karibuni. Uh, Kwa karibuni ndio kufunge ndoa ama. Ah. Nisema karibuni na maana, lakini tuseme inshaallah inshaallah, labda niwatafsirie maana yake kikijaliwa. Okay. Labda unaweza kusema labda ndani ya mwaka huo Ha, suuni, ni <laughs> yeah. Then we'll go. Okay. Turudi kwenye upande wa filamu. Tumeona kuna kuna siku ilisikiaga mtu akisifia Nisha, kuna kipengele fulani ulifanya hivi hivi. Unakuwa na aibu, mtu akisumulia le matukio ambayo uko unayafanya kwenye filamu hii ba... <laughs> Yeah, actually. Kuna vipengele vinanifanya nijisikia hivi. Kwa mfano, katika muvi iliyopita ya Gumzo nilicheza sini na jamba kani maji <laughs> nikakutana <imagine>. yeah. <sniffs> <sharpia> na watoto watoto watoto watoto wana jamba jamba vitu <laughs> ah, <ya>, <sniffs> <laughs> kama hivyo au wengine akikuona wewe chizi, nini ini, ini mpaka jina limebadilika, yani wewe si dalili, usianze kuharibu hapo, usianze kufanya hiki kufanya vile, usianze kufanya vile kama hivyo. Okay, labda unajisikiaje? Labda unavyosikia feedback ya yeah, namna hiyo. Of course, najisikia vizuri kwa sababu kile ambacho nimekifanya watu wamekipokea. Unajua mpaka watu wakianza kukuigiza, kwa mfano msemo pie mm, nimetunga mwenyewe lakini sasa hivi ni msemo ambao unatumika karibia na asilimia tisini ya Watanzania. I'm so proud of myself na I'm so proud kuwa comedian na mashabiki zangu kukubali kile ambacho nakifanya hivi. Yes. Okay, tumeona kampuni yako ndo inasimamia kazi zako nyingi mpaka, yeah. sasa hivi nini labda atarajia baada ya miaka 15 kwa, kwa sababu tumeshaona umeshia tua filamu nyingi nyingi alafu zote zinakubalika kwenye tasnia ya mauzo na sehemu mbalimbali. Nini labda matarajio yako kwa sasa hivi? Sasahivin matarajio, um, kwanza nashukuru Mungu kwa soko la ndani tayari matarajio kulikamata soko la nje mm -hmm. Kwa namna moja ama nyingine siwezi nikasema kwamba nataka nilikamate li, li, kwa namna gani, kwa sababu kila kitu ni ni, mate, ma, ni, ni kujitayarisha. Kwa hiyo utajitayarisha katika hilo inshallah. Inshaallah, huwezi jua labda katika mwaka huu huu, huu mm -hmm. Tutafanya kazi na Chuck Norris, choknor mm -hmm. nge Mr Bean mm -hmm. ingawa kastopishwa kidogo kwa sababu ya umri wake mm -hmm. Lakini k bado yuko pia, inawezekana pia Okay. Kitu kitu cha mwisho taa nikuulize, unaonyesha kwamba ni Mtanzania lakini labda kutoka Zanzibar Zanzibar, kimaadi naona kujitandatanda sana nini nini, vipi, labda unaona, labda kuna film labda inakuondoa kwenye hali fulani, labda unajifikiria, kwani niko hivyo wakati mimi nimesoma hivi, ni mtu wa dini, alafu unafikiria wakati kitu kama hicho? Mwonekano wako, tunatoka Zanzibar, unaifahamu dini vizuri na ni Muislam, labda Okay. Unapo perform kwenye, kwenye filamu labda, feedback ya baadaye mwenyewe kika mimi ah, ni mtu wa dini fu nimetoka hii familia fulani labda, afa unafanya vitu kama hivi labda viswii vipi labda, uliwai kupata ulifikiria kitu kama hicho labda kikakuathiri kwa namna kika moja nyingine Saa nyingine ina athiri haswa, linapokuja swala la kukua. Ninaposema swala la kukua inamaanisha, uh, kila mwanadamu kuna kuzaliwa, kuna kuzaa. Ninaposema kuzaa, kuna maanisha kuolewa ama kuoa na kufa. Inapokuja hili swala la pili, inakuwa kidogo inaleta matatizo. Kwa mfano, wazazi wengi, imekuwa ni ngumu kuamini kwamba wasanii wana dini ngumu sana. Mimi nazungumza hivyo kwa sababu nimeshakutana na hiyo changamoto kwamba mtu anakwambia mimi mwanangu siwezi siwezi kumwozesha fulani mwanangu kwa sababu ni msanii, kwa sababu yeye amezoea kuangalia maisha yale ya kwenye TV, alafu akajua kwamba fulani ndo anaishi vile, kumbe mwisho wa siku mtu nyuma ya kamera hayuko vile. Mwisho wa siku mtu anasali sala tano, lakini yaani, changamoto inakuwa kitu kama hicho hapo.